Ya pamoja ya mamlaka ya kudhibiti dawa za kuua wadudu na wale wa usalama kutoka Kenya na Uganda imetoa onyo kuhusu ongezeko la uingizaji wa dawa ambazo hazijaidhinishwa kwa matumizi humu Afrika Mashariki. Viongozi wa nchi hizi mbili ambao walizuru mpaka wa Malaba walisema bidhaa hizo hatari zinatishia usalama wa chakula, afya na wakulima. Kwenye kituo chenye shughuli nyingi cha mpakani Malaba, maafisa wa kudhibiti matumizi ya dawa za kuua wadudu kutoka Kenya na Uganda wanasema mianya katika mipaka imerahisisha uingizaji wa kemikali haramu na bandia kwenye mashamba ya pande zote mbili. Wakati wa zoezi la uhamasishaji, maafisa walionya kuwa bidhaa nyingi zinazonaswa hazijasajiliwa, si salama na mara nyingi hazifanyi kazi ipasavyo, hali inayoweka wakulima hatarini. There are some trenders

Mamlaka zinasema oparesheni kadhaa za kukagua na kukamata wahusika tayari zimefanyika katika maduka na masoko. We have

We are trying to make sure that uh, we increase food production and ensure that there is food security because we realize that across the border we have some products or some pesticides that are coming in that are not good for use in our farms. Maafisa hao kutoka Kenya na Uganda wanasema kuna haja ya ushirikiano zaidi ili kuimarisha ulinzi mkali mipakani na kampeni za uhamasishaji ili kuwalinda wakulima na kuhakikisha dawa wanazotumia ni salama.

Uh, uh, like so maafisa kind of, uh, hao pia wamesisitiza kuwa msako utaendelea na wanahimiza umma kuripoti bidhaa zozote zinazotiliwa shaka katika ofisi ya kilimo iliyo karibu nao. Emily Chebet Runinga ya Citizen.